Hebu nikuulize swali moja, kama maisha yako yangekuwa ni matokeo ya maamuzi yako ya kila siku, unadhani ungekuwa wapi leo? Sasa watu wengi hawaharibiwi na makosa makubwa wanayofanya kwenye maisha yao, bali watu wengi wanaharibiwa na maamuzi madogo madogo wanayoyafanya kila siku katika maisha yao, tena bila kujua. Ndio maana nimekutengenezea program tofauti. Ni audio kumi zenye nguvu za kusikiliza zinazoweza kubadili maisha yako ikiwa utazisikiliza kwa kurudia, kwani mara zote tunasema the secret lies in repetition, kwamba siri ipo kwenye marudio. Audio hizi kumi zitakulazimisha kufikiri, pia zitaanza kukubadilisha kimya kimya kwa kadri ambavyo utakuwa ukiendelea kusikiliza. Sasa hapa wengi inaweza kuwa nimewaacha kusikiliza audio. Ndiyo, fikiria watoto wa miaka mitano wanavyoshika nyimbo haraka sana wakisikiliza. Hii inamaanisha kwamba kuna nguvu kubwa sana katika kusikiliza, vitu vinaingia haraka zaidi kwenye akili. Sasa hebu fikiria, ingekuwaje kama wangekuwa wanasikiliza vitu vya msingi, vitu bora zaidi, vitu ambavyo vinaweza kuimpact kugusa na kubadilisha maisha yao? Hiki ndicho ninachokiongelea. Na hapa nitakusikilizisha nusu ya episodi ya kwanza ili ujue nini naongelea. Sasa programu hii sio ya kila mtu bali programu hii ni ya mtu ambaye amechoka tayari kuujua ukweli, lakini anashindwa kuufanyia kazi. Na pia kama kweli unataka kubadili mwelekeo wa maisha yako, basi anza na kubadili kile unachosikiliza. Ndio maana nakuletea programu yenye audio kumi unazoweza kusikiliza mara kwa mara. Fikiria kumi, hapo utasikiliza nusu, lakini sasa kumi ambazo unatakiwa kuwa unasikiliza kwa kurudia mara kwa mara. Kama unatoka nyumbani unakwenda kazini asubuhi, unaweka bluetooth kwenye gari yako, unasikiliza ukiwa njiani au kwenye daladala, unasikiliza yani, sikiliza na kuhakikishia, ukifika ofisini ukavua, ukaacha, itacheza kwenye kichwa chako, na hakuna kitu kitakuhamisha kwenye focus yako siku hiyo. Utakuwa mtu positive sana. Sasa fikiria kama ukisikiliza kwa mwezi mzima. Sasa dili iko hivi. Katika hii wiki ya kwanza, natamani nione nani yuko mbio katika kubadilisha mustakabali wake. Katika hii wiki ya kwanza nitaitoa kwa shilingi elfu tatu tu, yani buku tatu tu. Unachotakiwa kufanya ni kulipia katika namba unayoiona kwenye screen, halafu ukanitumia ujumbe wa muamala katika namba hiyo hiyo. Baada ya hapo, utapata programu yako na kuingia moja kwa moja. Wiki hii moja ikiisha, kwa wiki ya pili itakuwa inapatikana kwa shilingi elfu kumi. Nitakueleza kuhusu wiki ya tatu na yane, jinsi itakavyokuwa. So kwa sasa sikiliza nusu ya episodi ya kwanza for free. Halafu tukutane kwenye WhatsApp. Hebu jiulize, leo umefanya uamuzi gani mdogo ambao umeona hauna maana? Uamuzi ambao umejidhihirisha nao kwa kusema ni wa leo tu. Ukweli mchungu ni huu, maisha yako hayaharibiwi na uamuzi mkubwa unaofanya mara moja, bali yanaundwa na maamuzi madogo unayoyafanya kila siku bila kuyapa uzito. Uhalisia wa mambo ni huu: kila siku unaamua. Unaamka saa ngapi, unaangalia simu kwa muda gani, unazungumza vipi na watu, unakula nini, unasikiliza nini, unaahirisha nini, na kadhalika. Maamuzi haya yanaonekana madogo sana kiasi kwamba hufikiri yanaweza kuwa na athari yoyote ile. Unasema tu moyoni, leo nimechoka, acha nifanye kesho. Dakika kumi tu za kupoteza muda haziwezi kuharibu chochote. Hili jambo dogo halitabadilisha maisha yangu. Lakini maisha hayahesabiki kwa moja, yanahesabu marudio. Uamuzi mdogo ukirudiwa unakuwa mwelekeo, mwelekeo ukidumu unakuwa tabia, na tabia zikikaa zinakuwa maisha yako. Ndiyo maana mtu anaamka siku moja na kushangaa, anafanya kazi sana lakini hafiki mbali, ana ndoto kubwa lakini hana matokeo yoyote, si kwa sababu alifanya maamuzi mabaya makubwa bali ni kwa sababu aliruhusu maamuzi madogo yasiyo na nidhamu yawe kawaida yake. Sasa vipi utavunja fikra hizi potofu? Imani maarufu ni hii, nitafanya mabadiliko makubwa nikiwa tayari, au siku nikipata pesa, au nikihamia mahali pazuri, au nikipewa nafasi kubwa zaidi, na vitu kama hivyo. Lakini huu ni uongo unaovaa nguo ya mantiki. Ukweli halisi ni huu, watu wanaofanikiwa Hawasubiri uamuzi mkubwa wabadilishe; wanabadilishwa na maamuzi madogo wanayochagua kuyaheshimu kila siku. Hakuna siku maalum ambayo mtu huamka na kuwa mpya, bali kuna mfululizo wa siku za kawaida ambapo mtu anachagua kufanya jambo sahihi, hata kama halionekani. Ukisubiri uamuzi mkubwa, utachelewa sana. Maamuzi makubwa huja na matokeo ya nidhamu kwenye maamuzi madogo utakayodumu nayo, si kinyume chake. Ukweli mchungu lakini unaoweza kukukomboa kwenye tatizo hili ni huu. Watu wengi hubaki pale pale kwa sababu hawaoni uhusiano kati ya kile wanachokifanya leo na maisha wanayoyataka kesho. Wanalaumu bahati, wanalaumu elimu, wanalaumu mazingira, lakini hawakubaliani kabisa na ukweli huu. Wanachagua faraja ya sasa kuliko heshima ya baadaye. Uamuzi mdogo wa kukaa kimya badala ya kujifunza uamuzi mdogo wa kuchelewa badala ya kuwahi, uamuzi mdogo wa kuahirisha mambo badala ya kuyakamilisha. Mambo haya yote hayana maumivu yoyote kwa leo, lakini kila unachofanya kinahesabika, na matokeo utayaona baada ya muda fulani kupita. Sasa matokeo hayo yanaweza kuwa faraja au majuto pindi wakati ukifika. Si kila anayekosa fursa amekosa akili, wengi wanakosa nidhamu ya maamuzi madogo. Huu ndio ukweli unaouma lakini pia ndio unaokukomboa kwa sababu, kama maamuzi madogo ndio yanayokuumiza basi maamuzi madogo pia hayo hayo yanaweza kukuokoa. Sasa vipi tutapata mwelekeo mpya wa kufikiri? Anza kuona maisha kama ni benki ya maamuzi. Kila siku unaweka au unatoa, hakuna kusimama katikati. Kila uamuzi mdogo ni kura unayopiga kwa mtu unayetaka kuwa. Ukichagua kusoma kurasa chache leo unampigia kura mtu mwenye maarifa mengi zaidi kesho. Ukichagua kujizuia kusema maneno yasiyo na maana, jua kuwa unampigia kura mtu mwenye heshima zaidi kesho. Na ukichagua kufanya kazi ndogo vizuri, fahamu kuwa unampigia kura mtu anayeaminika zaidi baadaye. Kwa hiyo, maamuzi ni yako, piga kura sahihi leo. Naweka hii akilini kuwa hakuna mabadiliko ya ghafla bali kuna mkusanyiko wa maamuzi yanayoonekana kama hayana thamani. Ukibadilisha mtazamo huu, unaacha kutafuta siku ya mabadiliko, utaanza kuishi kama mabadiliko yameshaanza tayari. Kitu cha kwanza kinachobadilika ni kile kilichoko ndani yako. Utaacha kujidharau kwa ahadi ulizozivunja, unaongeza heshima binafsi kwa sababu utatimiza uliojipangia, na unaanza kujiamini kimya kimya. Kitu cha pili kinachobadilika ni mazingira yako. Watu wataanza kukuona tofauti, si kwa sababu unapiga kelele, bali kwa sababu unaonekana thabiti, yaani unakuwa mtu wa neno lako. Kitu cha tatu kinachobadilika ni maamuzi makubwa, ghafla hayakutishi tena kwa sababu tayari umejijengea misuli ya kufanya yaliyo sahihi, hata kama yanaonekana ni madogo. Mabadiliko haya huanza kimya kimya, hakuna makofi, hakuna pongezi, lakini siku moja utaangalia nyuma na kuona, nilikuwa mtu mwingine kabisa kipindi kile. Mimi ni shuhuda wa hili, kwani nimepita njia hii. Sasa fanya mambo haya, si kesho, sasa, kwanza.